Vinasema wewe ndiye mwamuzi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe au mimi ndiye mwamuzi wa maisha yako au yangu? Haleluya. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru wewe, Mungu mweza wa yote, wewe Mungu twae vimbali kuwa nao, jina lako nalimidiwe, maana ni wewe ustahili, ni wewe tupae nafasi Bwana, si kwa ujanja Bwana nguvu zangu bari, ni kwa neema na kibali chako unitakase, unisamehe uovu na makosa yangu, lakini Mungu nitumie mimi kama kifaa chako tu, nisisemekaa mimi lakini, Bwana nitumike kama chombo chako, yatokeani wakusudia kuwalisha watoto wako, ni katika jina la Yesu Kristo jao utukufu, Amen. Naomba nikukumbushe kwamba somo letu linaitwa wewe ndiye mwamuzi maisha yako. Bwana Yesu si asifiwe sana. Wewe ndiwe mwamuzi wa maisha yako. Kwa nini nasema na wewe kwamba wewe ndiye mwamuzi wa maisha ma yako? Mwamuzi ni nini? Mwamuzi ni mtu ambaye anachukua hatua si kwa jambo lake. Bwana Yesu asifiwe sana, kuhitimisha jambo, mtu mwenye uwezo wa kuhitimisha jambo mwenyewe, huu ndio mwamuzi si. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuamua ni kitendo cha kuhitimisha, Bwana Yesu asifiwe sana, cha kuhitimisha au kuchukua hatua juu ya jambo fulani. Jina la Bwana nalibarikiwe, jina la Bwana nibarikiwe. Kwa nini nimesema wewe ni mwamuzi wa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ametuumba katika hali ya utakatifu, Bwana Yesu asifiwe sana, lakini ukirejea Mwanzo tatu kwanza mstari wa kwanza pale utana namna ambavyo yes, tulipunguza utakatifu wetu pale, ambako ilitokea Eva akakubali kudanganywa shibiri shetani kwa mfumo wa nyoka. Bwana Yesu asifiwe, pale ndiko tulipunguza na tukapewa namna ya sisi kuamua, tuchague ni nani tumkubalie. Aaa, hautokuja kutokea hata siku moja akaja Mungu akakwambia lazima ufanye hiki, sio rahisi. Bwana asifiwe Inatokana na maamuzi yako, inatokana na nini mekusudia kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifuwe sana. Jina la Bwana nalibarikiwe, haleluya. Bwana asifue. Kwa nini wewe unatakiwa kuamua? Mungu anakuletea mafundisho kupitia njia ya watumishi wa Mungu mbalimbali. Leo mpaka televisheni zinahubiri, mpaka radio zinahubiri. Bwana asifuwe sana. Wewe ni jukumu lako, unachukua au unaacha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu akisimama kukuhubiria, unaamua, unachukua au unaacha. Mungu amekupa kuamua. Sasa kuamua kunatokana na matendo yako. Mungu atajua umeamua nini. Vipimo vya maamuzi yako kwa Mungu ni matendo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo yako ndiyo maamuzi yako katika maisha yako. Njia zako ndiyo maamuzi yako katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapoishi, na unapoenda, na unapotafakari, na unapopanga, na unapokusudia, malengo yako ndio maamuzi yako mbele za Mungu na ndio maamuzi yako kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa nini ukikutana na mtu amevaa mini skirt, sketi fupi, automatically akili yako utasema huyu ni malaya? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikutana na mtu ameacha maziwa nje, automatic utajua huyu ni malaya. Ukikutana na mtu amevaa nguo imetoboka, amevaa mlegi, utajua huyu ni mhudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo yako ndio maamuzi yako wewe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu hata kuja kukwambia how should you dress unatakiwa uvaaje? Hata kuja kukwambia Mungu unatakiwa uvaaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu so asaidie sana. Amina, hebu naomba ufunue kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari ishirini na nane mpaka thelathini na mbili tutajikita hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, naomba nichukue nafasi na kusomea, twende haraka. Warumi ishirini na nane. Amina, Warumi sura ya kwanza mstari ishirini na nane Biblia inasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyowapasa tuache kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikiliza, na kama walivyokataa kuwa na Mungu na kuyafanya katika fahamu ku... zao waliacha kufuate akili zao zisizofaa wayafanya yasio wapasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kukataa kuwa na Mungu, na kukataa kuwa na Mungu sio kwenda barabarani kusema mimi simtaki Mungu, wala sio kusema mimi simtaki Mungu, wala sio kusema mimi ninamtaka Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuamua kutokuwa na Mungu wala hahitaji nguvu kubwa, kwamba nikienda babaye kasema mimi sio wa Mungu basi natosha, hakuna wala sio hivyo lakini yale matendo yatendayo, yale matendo tuyatendayo yasiyofaa, hayo ndiyo yanayotuamulia na kutuita sisi tumekataa kuwa na Mungu. Tumezifata akili zetu so zisizofaa, anayesa akili siofaa ni akili ya kukupeleka kwenye dhambi. Mawazo so siofaa ni mawazo ya kupeleka katika kutenganisha na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Nasema walikataa kwa Mungu, walikataa wali, si walitoa matangazo watumtaki Mungu, si matangazo Mungu, si kwamba walienda kwenye vinara na kusema Mungu atumtaki, no, ndivyo walivyokuwa wakijifanya, ndivyo wali Mungu alivyoita wamemkataa, yale matendo yao aidha ya sirini, kwa kuwa Mungu yeye anaona siri, ndio yeye utambulisha kwamba sawa Leo nataka kukuambia kwamba wewe ni peke yako na uweza kumkubali Mungu au kukataa. Usiwe ukijidanganya kwa kusema umeokoka ndio hicho kibali pekee cha kumkubali Mungu. Hapana, kwa kuwa Mungu hakusema alimkataa kwenye Biblia hii kwamba walitangaza. Hapana, alisema amemkataa kwa kuzifuata akili zao zisizofaa. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Kwa hiyo ukiamua humkataa Mungu, fanya hayo yasiofaa. jina ya Bwana iki inawezekana, possible ukafanya rahisi, unamkataa Mungu. Na naomba nikibisi, ikifika e situation ambayo, hali ambayo unafanya hivyo visivyofaa kwa kuifuata ile akili isiofaa na baa io noko sahihi, tayari uko mbali sana na Mungu. Zfikirie kwa sababu Mungu ali dhambi hata mara moja wala Mungu hajawahi kuchangamana na dhambi hata siku moja Bwana Yesu saidie sana Bwana Yesu saidie sana naomba niendelee kusomea wamejaa na udhalifu na, na kila namna ya uovu na tamaa na ubaya wamejaa na husda na uwaji na u... na fitna na hadaa watu waniambaye wenye kusengenya wenye kusingizia wenye kuchukia Mungu wenye jeuri wenye kutakabali wenye majivuno wenye kutunga mabaya wasio watii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba Mungu wayatendayo wa hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana na nao wayatendayo. Bwana Yesu asifuwe sana yote, otajwa hayo ni mambo ya chukizo na Mungu Nimetajwa mengi mpaka mauaji. Bwana Yesu asaidie sana, na naomba nikwambie hakuna binadamu ambaye hajui hiki kinachofanya ni kibaya mbele za Mungu. Wote tunajua, akili na jeuri zetu zinatufanya tuwe mbali na Mungu. Sasa mbaya zaidi si kufanya tu, wengine hawafanyi, lakini tunakubaliana na wanaofanya. Na kukubaliana na wanaofanya ni nini? ni, ni kweli haujawahi kumruhusu afanye, lakini wewe kumkemea. Bwana Yesu asaidie sana kuruhusu you afanye know, lakini umeweza kumkemea, umeweza kumkataza, kumsomea, kumsomea neno. Bwana Yesu asaidie sana. Huyu ni huini mwizi, ndiyo, umeweza kumkemea. Kwa hiyo hakuna namna ya kumkataa Mungu. Nyingine ni matendo yetu tunayoishi siri, ambayo wakati mwingine binadamu wanatuzunguka hawajui Bwana saidie sana sana. Amen. Bwana aasaidie sana. Neno hili linakuja kwako na kupima vyongo vyako, ni namna gani sasa wewe na mimi tunampenda Mungu namna gani, wewe na mimi hatujaamkataa Mungu ndani ya moyo wako. Unajua kwamba hapa nimekataa Mungu au nimekubali Mungu, kwa sababu tumepewa Yesu ansana wasiapenda wazazi wao wasi na rehema. kuna watu wau kusamehe Yaani kuna mtu hawezi kusamehe kama yeye ni kamilifu asilimia 100. Sasa naomba nikuulize kitu. Hiyo tangu leo mpaka kwa Mungu alafu wewe usamehe. Nani naye kusamehe? Bwana Yesu ndio sasa. Nakumbuka kuna siku nimewahi kusimama nikasema, "Wanasema na dhambi sio samehewa ni moja ile." Lakini nikamwambia siji kwamba kuna dhambi nyingine pia nayo haisamehewi. Kama wewe hausamehe, na wewe hautosamehewa. Bwana Yesu sasa hiyo ni dhambi na mwambie baba hivi. Kutakusamehe ni dhambi, si ndio?

Bwana Yesu, maswali mengi. nimemkataa Mungu vipi? kwa sababu mimi ni mzizi, kwa sababu mimi ni mwashirati, kwa sababu mimi naumbea. Ndivyo namna ya kumkataa, namna ya msaidie. Mungu Bwana msaidie sana. Pima viungo vyako vya kuenenda katika imani, pima namna gani unaenda katika Mungu. Je, hivi simama, ni kweli Mungu anapendezwa na wewe? Kwa sababu si kwamba hatujui kwamba hii ni dhambi. tunajua wanaweza saidia sana, hakuna ambaye ajui. Hao watoto wadogo ndio hawajui, miaka kumi na nane tunajua, miaka kumi na tano tunajua, hiki kinachofanya wewe uzinzi, kwa nini? Tumemkataa Mungu. Sasa baada ya kumkataa Mungu, neno la kwanza linasema hivyo, Mungu aliwaacha. Sikia, Mungu alifanyaje? Hakuwacha tu, ni baada ya wao kufuata fahamu zao zisizofaa si kwamba walipokuwa akiwa akawaacha, hapana, hawakueleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu sio wa kutubu, hawa watu sio kunyenyekea, hawatomelia viburi. Wakifundisha hawafundishiki, wakiambiwa kesho wanarudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, alifanya akawaacha. Sasa unajua kinatokea nini? wewe wwelan nahaarisha Unafanya bila woga Mungu amekuacha tayari. Kama hiyo situation iko, unafanya dhambi bila woga na unahalisha muda wa kutubu tayari. Ndugu yangu mpendo, mwenzangu umeacha na Mungu. Bwana Yesu bwana sa asaidie sana Bwana Yesu wasaidie sana. Utajuaje Mungu amekuacha viabavu? Unamkosea hafu hata aunata uoga hata wasiwasi, tayari uko mbali sana o tasiutwana usaidie sana Bwana Yesu usaidie sana. Jina la Bwana alibarikiwe, haleluya. Wewe ni mamuzi yako peke yako, kwa sababu alikuacha. Una kiburi, unacheuri, hausikii, hauelewi, wewe na vikao na watu akuwateta watu ake fanya. Bwana Yesu usaidie sana fanya sio umeamua, anakuacha umeamua kumkataa anakuacha. kwa wewe ndio mwamuzi wa maisha yako, mimi ndiye mwamuzi wa maisha yangu. Bwana Yesu asaidie sana. Haijalishi ni kwa namna gani ulivyo na karama hii, haijalishi ni kipawa gani ulicho nacho haijalishi kiwango gani cha elimu wa ufedha wa utajiri wanao, haijalishi ni uzuri kiasi gani nao, haijalishi ni shepo kiasi gani nhaya. Lakini je, umekuwa na Mungu ansojeza? Mungu hataangalia dizaini ya mtembeo wako wala hataangalia dizaini ya sura yako na dizaini ya fedha zako. Yeye hataangalia dizaini ya moyo wako, maamuzi yako ndani ya moyo wako, yale matendo yako ndiyo maamuzi yako ya kumbo, umeamua kumchukua au umeamua kumwacha. Bwana Yesu sifiwe sana. Naomba nikwambie, inafika tai Mungu anakuacha uishi vile unavyotaka. Kwa nini usiliwaacha? Bwana Yesu sifiwe sana. Hawa si walio saliwaacha kwa matendo yao. Unafikiri wewe uko bora zaidi ya wao wa? kama unafanya vile walivyofanya wao, na yeye si atakuacha vile walivyo, kama walivyoacha wengine wa Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Jina la Bwana alibarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. hmm? mimi nampenda Mungu kweli Mimi na Mungu, mpena mpena Mungu dam, dam. Lini matendo yako hajakutransfer, hajahajakutengeneza kikundi, kikundi chako cha mkaa, sio rahisi ukafika pale, mtakwambia amefikia Mungu kwa mdomo labda baba, sababu unga, unakwenda na nini, kwa sababu umri unakwenda, anaweza kama kukutana nao, lakini mimi kama mtakabia kabisa mpendo Mungu ni ile ya kidogo, kama ipo ni kidogo, yenye ni wachache sana. Watu wanasema wanampenda, hata hao wale wasema amewaacha unao kwa midomo wa, lakini wanafanya wanampenda, lakini matendo yao ya ndani ya siri Mungu anayajua. Bwana, msaidie sana, aliyajua yale matendo Mungu kwamba hao wanasema tu tuwanasigizia, wanachuki ndani yao, hawasamehi mtu. Wauaji, Bwana Yesu ajieza ni wauwaji. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa angalia usiwe mawaji, ndugu yangu. Sasa wakati mgisema wauaji, mwingine akajua wale wakuchint, kwani hamjui leo? Au utumishi wa mtu nakufa

kushawishi mmoja kati yao na mmoja kati yake akamshawishi mwenzie na wakala kutoka pale, ni mtakuwa kuonyesha taza kwa uchungu, ili una, una, una nafasi ya kuamua. Bwana asifiwe, uendelee pale na matunda mema na mabaya au kae vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata usipoamua kwa kuzungumza, matendo yako Mungu atajua wewe ni au hajaamua. Jina ya Bwana nalibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ni pesa. Kwa hiyo vitu hivyo, ubongo wa kioo kivyo tulionao ni kutokana na maamuzi yetu sisi wenyewe. Sio kutokana na ugumu wa maisha tulionao, hapana. Wala sio kutokana na uzuri wa maisha tulionao, hapana. Bali matendo tuyotendao sirini, sababu hakuna dhambi inatendekaga hadharani, ni chache sana. Bwana asante sana. Ni chache kwa sababu za nyingi dhambi tena nzito tunafanyaga sirini. Jina la Bwana ni Haleluya. Bwana Yesu asaidie sana. Sisi tunaelewa. Kwa hiyo sisi ndio wa kuamua. Mimi na wewe ndio wa kuamua. Tumkubali Mungu, tumkatae Mungu. Na tunazungumza Mungu, tunazungumza maisha. Bwana Yesu asaidie sana. Yaani maisha yetu kutokea existence ya maisha yetu kutokea kwa maisha yetu na Mungu Bwana Yesu. Yaani binadamu kwanza kutokea ni Mungu. Bwana, nimebarikiwa kwa kuzungumza Mungu, wazuzie maisha ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu weza kuishi bila Mungu. Sasa izataauna maisha zuge zi tendeaamaisha haya sio maisha, kwa sisi ndio kuchagua, tusiishi maisha au tuishi maisha, yaani tuishi na Mungu au tusiishi na Mungu. Tuna nafasi, Bwana, sio kazi pima wa kuboko ya imani, pima kwa matendo yako na binadamu wenzio, pima na maadamu, mheshimu kadi mgogo hiki nafanya kila siku ah, tayari kwa mkata Mungu na Mungu amekuacha. Bwana Yesu sifiwe sana, Bwana Yesu sifiwe sana. Nataka kuzungumza nini? Tuna nafasi ya kuchagua mbele, tuna nafasi ya kusahisha, tuna nafasi ya kufanya toba, tuna nafasi ya kuwatenda matendo mazuri ya Mungu. Dunia inapendeza kwa macho vitu vya dunia kwa macho vinapendeza. Bwana Yezu gue sana. Kweli vinaonekana ni vizuri, lakini ni, ni kweli vinampendeza Mungu chini ya bwana alibarikiwe? Ni kweli vinampendeza Mungu? Hapana. Sasa Mungu amekuwekea vyote draft, unachagua unachukua hii unachukua hii unachukua hi, nyekundu hi au kijani. Bwana Yezu ziku sana. Wewe ndiwe unatakiwa kuamua, kwa sababu umehubiriwa, ndio anayekuhubiria anayekufundisha Biblia yosema haita kuchukia fimbo kuchapa, itakutaka wee uamue. Kuna mtu anasema ah, mwenye ni nasali ibada zote ndo itakaa vizuri na Mungu. Hiyo roho huko au unakosea? Yaani, yani, ukaa vizuri na Mungu na kushauri usari zote, na uamue kukaa vizuri na Mungu, kwa sababu usipoamua hata usari zote hautakaa vizuri na Mungu. Kwa hiyo sali sala zote, kila siku, kila muda, ili ukae vizuri na Mungu juu ya matendo yako.

kuyatemea li umema Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, jina la Bwana libarikiwe. Ukipata neema kwa kupata ujumbe, fanya kazi. Ukiona kuna mahali pa kukosea, sahisha na Mungu mguni, akubariki Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame sasa, tusimame.